Tukisalia na masala mazima ya kisiasa ni kwamba viongozi wa Ukambani wamekashifu Rais William Ruto kutokana na matamshi aliyoyatoa akiwa katika ziara yake ya maendeleo Ukambani, wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na ambaye amesema kuwa matamshi ya Rais Ruto yalikuwa ni kuwa kejeli kwani yeye hawezi tekeleza maovu kama yaliyotekelezwa na Rais Ruto. Aidha, Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amesema kuwa kuwatusi viongozi wa Ukambani ni sawa na kuwatusi wananchi wa Ukambani. Veronica David na taarifa hiyo. Kufuatia ziara ya Rais Ruto katika maeneo ya Ukambani, viongozi wa Ukambani wamekashifu vikali matamshi yake. Ukitukana Kalonzo ni sisi umetutukana. Wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, wamesema kuwa matamshi kama yale yalikuwa ni ya kuwakejeli, ila hawezi kubali kutekeleza maovu ambayo Rais Ruto anaendelea kutekeleza Ukawa nasema mimi ni mjinga uende ikawa uende ikawa, ikiwa ni mambo ya kuua vijana wetu majenzi, mimi siwezi kuwaua. Kwa hivyo mimi ni mjinga, siwezi kuwaua. Kama ni kufilisisha nchi, kama ni kufilisisha nchi kwa ufisadi wa hali ya juu, mimi ni mjinga kweli, siwezi kufanya hivyo. Siwezi. Siwezi kuda kubinafsisha public property kama Kenya Pipeline Corporation uuzie marafiki zako wao, wacha niwe mjinga na Kenya ipone. Kwa upande wake gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amesema kuwa kama chama cha Wiper wanaheshimu kiti cha urais, ila hawatakubali kudhalilishwa na kutupiwa matusi na rais William Ruto, huku akisema kuwa Kalonzo Musyoka ni kiongozi anayestahili kuheshimiwa. Ya ya, aidha na naibu wa gavana kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amehimiza chama cha Kenya Kwanza kusitisha matamshi ya kukejeli wanapofanya kampeni zao, ila wafanye kampeni zenye heshima na amani. Niambie Kenya Kwanza ya kwamba wakati mnafanya yale mnafanya uongozi ni ya kunyenyekea. Hii ni uongozi wa mke, uende ukapigiwe kura ama uende ukapigie mtu kura, hii ya upende usipende nitafanya juu chini nitafanya nini, hiyo tuachane nayo. hiyo not necessary. So eh, niambie hao wanapotembea tafadhali, msi mwachane matusi, mwachane makasiriko. Naona wengi wamekasirika zaidi kwa sababu wameona Wakenya wamewatoroka. Kenya Kwanza uchaguzi unaokuja itakuwa ni Kenyans versus one William Ruto. Bwana Ruto mimi nitakutuma kwake. Ya kwamba jana kulikuwa sinema kubwa sana sana hapa Makueni juzi, sinema kubwa sana. Unaona pale umepata barabara imewekwa kidogo, hiyo kidogo umeona imewekwa karibu miaka sita, ikakuja ikakuwa launch jana, matingatinga ilikuwa pale watu kukakua sherehe kubwa, wakasema faya si faya. Sasa leo hakuna tingatinga yoyote, ni kibao niki, niki, niki, niki tu pekee yake. Veronicah David, Undugu TV.